Picha linaanza na muhusika wetu mkuu Amber anayewasili Marekani akiwa na ndoto za kupata maisha bora, lakini kutokana na kukosa vitambulisho halali na ukosefu wa ajira bora analazimika kufanya kazi ya mateso katika kiwanda duni kisicho na heshima. Siku moja, anaona tangazo la hosteli ya bei nafuu kwa wasichana pekee. Akidhani tamgharimu kidogo na kumpa utulivu, anapanga mizigo yake haraka na kuhamia huko. Anapofika anakaribishwa na mmiliki wa hosteli aitwaye Red anayemwambia kuwa anapanga kufanya ukarabati wa hosteli hiyo karibuni. Kwa sasa wasi wasichana wawili pekee wanaishi humo, Amba na Freya. Amba anahisi amepata pumziko mahali anapoweza kuita nyumba yake mwenyewe, lakini usiku unapoingia, mambo ya ajabu yanaanza kutokea. Anasikia miguu ikitembea ndani ya chumba chake. Anapogeuka, anamuona mwanamke amekaa pale akiwa na hofu kubwa, kana kwamba yuko katika mshtuko. Amba anadhani labda huyo msichana anapitia maumivu ya mapenzi au msongo wa mawazo, hivyo hawezi kumjali sana. Anaanza kutazama picha za zamani za mama yake akikumbuka maisha yaliyopita, lakini ghafla anahisi mkono ukimgusa begani japo hakuna mtu pale. Siku inayofuata baada ya kazi, anapotoka kiwandani anaona vivuli vya ajabu vikisogea kwenye ghorofa ya juu. Mmiliki wa kiwanda huwatendea wafanyakazi wa bei rahisi kwa ukatili mkubwa, hivyo Amba anaamua kutengeneza hati bandia ili aondoke, lakini wakala anayemsaidia anadai malipo maradufu. Jioni hiyo, anapomtembelea jamaa yake, anapewa kazi mpya, lakini kwa sharti awe na kitambulisho cha uraia. Wao hawajui taabu anazopitia Amba. Akiwa hana pesa, anamwomba Reda amrudishie kodi aliyolipa ili aweze kulipa gharama za kutengeneza kitambulisho hicho bandia, lakini Reda anamwambia kuwa amezitumia pesa hizo kwenye matengenezo ya chumba chake. Akiwa amekata tamaa, Amber anaamua kukopa kwa mwenzake wa chumba. Anapoingia mlango ko wazi, lakini hakuna mtu. Anafikiri labda Freya ametoka, bila kujua kuwa kuna kitu kisichoonekana kimesimama nyuma yake. Baadaye Amber anahisi kuna kitu kinacheza ndani ya kisanduku cha mbao kilichoko chumbani, lakini ghafla anamka, ilikuwa ndoto tu. Akiwa bado maskini na mwenye hofu, anamuomba bosi wake ampatie malipo ya awali, lakini anakataa. Bosi huyo kisha anamwambia kwa tabasamu la ujanja kama unataka naweza kukusaidia kwa njia nyingine, ila ukifanikiwa maishani usinisahau. Amber nadhani angalau kuna mtu anajali, hivyo anakubali na kuondoka akiwa na pesa mkononi. Usiku huo akiwa njiani, anahisi kana kwamba kuna mtu anatembea nyuma yake, anageuka, hakuna mtu. Ghafla, taa za barabarani zinafifia na hewa inabadilika kuwa ya kutisha. Anaharakisha mwendo na kurudi hosteli. Akaunti yetu inafuatiliwa na maelfu ya watu. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili kuweza kupata miendelezo ya movie zetu. Pia usisahau kucomment na kulike. Unaweza kucomment chochote kama mimi hapo na comment hivi. Movie zako ni kali sana, nazipenda sana. Ni hivyo tu. Tunaendelea tulipoishia. Anapofika anamwona mwanamume mmoja akipima uimara wa mlango, ndipo anatambua kuwa Red si mwanamume pekee anaishi humo. Amba haizingatii sana, anaelekea chumbani kwake, lakini ghafla anasikia kelele za mtu akikimbia nje. Taa za korido zinazimika, na machozi ya hofu yanamjaa usoni. Kelele kubwa zinagonga mlango wake, kisha kimya, kana kwamba hakuna kilichotokea. Kesho yake, wasichana wape wawili wanahamia hosteli. Amba anashangaa, kwani hosteli ilikuwa ya wasichana pekee. Basi yule mwanaume alikuwa nani? Red anamwambia kuwa huyo ni ndugu yake mkubwa na kwamba wanaendesha hosteli hiyo pamoja. Amba anaacha mazungumzo na kuelekea chumbani. Anapopita, anagundua mlango wa chumba cha Red umeachwa wazi. Kwa udasiri, anaingia na kukuta chumba kimejaa wadudu wa kaufu na picha nyingi. Kwenye ukuta kuna picha ya utotoni za ndugu hao wawili. Ghafla rekoda ya zamani inaanza kupiga muziki wa ibada wa ajabu. Amba anavaa headphones na kusikiliza. Sauti inaelezea sadaka ya kidini, ibada ya kutoa kafara. Kisha macho yake yanaangukia picha ya kisanduku cha mbao kile alichoona kwenye ndoto yake. Muda huo huo, kitu kinaanguka nyuma yake. Akiwa ameshtuka, anaangusha fremu ya picha, anaichukua haraka na kukimbilia nje. Siku inayofuata baada ya kazi, anapotoka kiwandani, anaona vivuli vya ajabu vikisogea kwenye ghorofa ya juu. Mmiliki wa kiwanda huwatendea wafanyakazi wa bei rahisi kwa ukatili mkubwa, hivyo Amba anaamua kutengeneza hati bandia ili aondoke. Usiku huo, akiwa bafuni, anasikia mlio wa mtu akilalamika ukitoka ndani ya mfereji wa maji. Anazima maji, anasikiliza kwa makini. Sauti dhaifu ya mwanamke inaomba msaada. Akiwa amepigwa na butwaa, anavuta azana hakuna mtu, kimya kinatawala bafuni. Akiwa mepani, anakimbia nje na anakutana na Red Amba. Anamuuliza kama Freya amehama, naye anajibu kuwa aliondoka siku ndani. Kisha kwa tabasamu la kutilia mashaka anasema atarejesha pesa za Freya kesho, kwa sababu hana pesa sasa. Amba anahisi afulini kidogo na anarudi chumbani. Usiku huo anamwona nondo akiruka, kisha anajikuta katika ndoto ya kutisha. Mlango wa chumba chake unafunguka polepole, taa za korido zinawaka na kuzimika. Akiwa na ujasiri wa mwisho anaangalia upande wa wa korido anamwona mwanamke kivuli amesimama, kisha alama za nyayo zinaanza kujitokeza zenyewe sakafuni. Kabla hajafahamu kinachoendelea mizimu miwili ya kutisha inaibuka na kuanza kubishana kwa sauti kubwa. Baada ya muda mfupi kimya kirefu kinatawala tena. Akiwa anatetemeka kwa hofu, Amba anashuka chini na kumwona moja ya mizimu ikipiga magoti ikiomba msamaha. Tukio hilo linamtisha sana, anafunga mizigo yake haraka na kumpigia simu mjomba wake Bato amchukue, lakini bahati mbaya mjomba yuko nje ya jiji. Anamwambia kama mambo yatakuwa mabaya sana awasiliane na rafiki yake, lakini kwa kuwa hana kitambulisho, hawezi hata kwenda polisi. Akiwa hana pa kwenda, anaondoka hosteli usiku huo na kuanza kutangatanga mitaani takikati ya baridi kali. Akiwa amechoka na ana njaa, anampigia Red, hakujibu. Hatimaye anaelekea kituo cha metro ili kuepuka baridi, lakini kituo hicho ambacho kawaida huwa na watu wengi, kimejaa kimya cha ajabu. Taa zinawaka na kuzimika, na anaanza kuhisi hayuko peke yake. Sekunde chache baada kila kitu kinatoweka. Hakuna abiria, hakuna harakati. Anapogeuka, anamuona mama yake ameketi kwenye kiti. Ndipo anatambua ndoto ile ile inarudi tena. Baada ya muda mfupi, Red anafika kituoni. Anasema alikuja kumrudishia pesa za kodi, lakini amezisahau kwa haraka. Amba hamuamini, lakini anakubali kurudi naye hosteli. Anamwambia pesa zipo chumbani kwake, lakini anapopekua hakuna kitu. Wakati Red anaendelea kulewa pombe, chupa baada ya chupa, Amba anahisi mtego. Baada ya chupa ya sita, anagundua ame tena. Kabla hajaweza kutoroka mwanaume wa ajabu waitwaye Kinsey anaonekana ghafla. Wanamkamata Amba na kumfungia ndani ya chumba. Sasa anajua nyumba hiyo siyo ya mizimu pekee, bali pia kuna njama ya giza kati ya wanaume hao wawili. Baada ya muda mlango unagongwa, ni wale wasichana wawili wapya waliokuwa wamehamia siku chache zilizopita. Nao pia wanahofu, kwani kila usiku wanasikia sauti za wanawake wanaolia. Wanatambua kuwa Red na Kinsey hufanya ibada za usiku za kafara, ndicho chanzo cha kelele hizo. Amba anapogeoka anaona vivuli vya watu kadhaa vikimtazama. Ghafla vinatoweka anapoinua macho tena, anamwona mama yake akimwita ya kwa mikono wazi, lakini wakati anasogea mwenzake anamwamsha. Ilikuwa ndoto nyingine. Sasa mstari kati ya ndoto na uhalisia umetoweka kabisa. Wasichana wale wanajaribu kutoroka kutoka kwa Red na ndugu yake, lakini wanafanya nini? Wanawake watatu wanyonge dhidi ya wanaume wawili. Ghafla kengele ya mlango inalia na kwa muda mfupi wanapumua kwa afueni unafunguliwa ni mjomba wa Amba, Bato. Amba anamkimbilia kupitia dirishani lakini Red anamzuia, anajaribu kumdanganya Bato kwa maneno, lakini macho ya mjomba yanaona koti la Amba lile alilomnunulia mwenyewe. Ndipo Amba anavunja kioo cha dirishani na sauti yake inamshtua Bato. Anaingia ndani kwa haraka na kumkuta Amba, lakini ghafla mlipuko mkubwa unatokea. Red na ndugu yake wanamvuta Amba hadi chumba cha mawe kilicho chini ya ardhi, wanamfunga juu ya mbao. Ukuta wote umejaa alama kale za kafu a mlango wa mawe unaanza kufunguka, na kutoka nyuma yake kiumbe kikubwa cha kivuli kinajitokeza. Mikono yake ya baridi inagusa uso wa Amber na papo hapo anavutwa tena kwenye ndoto. Ndani yake anamuona mama yake mwenye macho yaliyolowa damu akimkaba shingo. Amber anapiga kelele, kisha anaamka kwa shtuka, akiwa ametokwa hegashwe. Anapumua kwa haraka na amezungukwa na kimya, kila kitu kimetoweka. Ndipo anatambua huu ulikuwa mpambano wa mwisho kati ya ndoto na uhalisia, na mara tu anapopata fahamu kamili ule zimu na kiumbe cha giza vinatoweka kama moshi. Lakini swali linaibuka, kisanduku kile cha mawe kilitoka wapi? Na kwa nini ndugu hao wawili walikuwa wanatoa kafara wanawake kila mara? Mwaka wa elfu moja mia tisa na sitini na tatu kundi la wanaakiolojia waligundua kisanduku cha mawe katika kaburi la chini ya ardhi. Baadaye kisanduku hicho kiliishia mikononi mwa baba yao. Hadithi inasema kuwa ukitoa kafara ya mwanamke, anayefanya ibada hiyo anapata umilele. Lakini baada ya baba yake kumtoa kafara mkewe, mwanaye Kinsey aliendeleza tamaduni huo wa giza. Siku ya kwanza alipomwona Freya akawa mhasila wake mpya. Mizimu iliyokuwa ikizunguka nyumba haikutaka kumzuru yoyote, ilitaka kuwaonya watu waondoke, kwa sababu kisanduku hicho huua kukitia ndoto. Lakini sasa hatari halisi inaanza. Red anahisi jambo la ajabu, anamwamuru ndugu yake atoke nje kuangalia. Amba anatumia nafasi hiyo kupigana, lakini nguvu zake zinaishi haraka. Kinse anamkandamiza bila huruma, lakini ghafla mwenzake wa chumba anajitolea kumwokoa. Mapambano makubwa ya Nafuata na mwishowe Kinse anaangukia kwenye mauti. Mwisho wa filamu unafichua kuwa hadithi hii siyo tu ya hofu bali ni pia kejeli ya kijamii, ikigusa kwa undani hofu za wahamiaji, ukosefu wa usalama na unyanyasaji wa wanawake. Inaacha swali lenye kutetemesha: kwa nini kafara huwa ni mwanamke kila mara? Mwisho wa tukio la mwisho, Amba anapojiandaa kuondoka, anahisi yuko hai tena, hata mguu wake uliovunjika umepoa. Labda sehemu ya nafsi ilibaki pale, na labda hapo ndipo laana ilipoanza tena. Sasa niambie, ungekuwa na ujasiri wa kufungua kisanduku kile cha mawe? Toa maoni yako na usisahau kujiunga na channel kwa simulizi zaidi kama hii.